Hapo zamani za kale, msitu wa mlimani ulikuwa na wanyama wa aina zote wakiongozwa na utulivu, heshima na maelewano. Katika msitu huo waliishi wanyama wawili tofauti kabisa kwa tabia, ambaye alikuwa mdogo lakini mwenye akili na busara nyingi na mwitu ambaye alikuwa mkubwa, mwenye nguvu lakini mwenye hasira za haraka na aliyetaka kuheshimiwa kwa woga. Sungura alikuwa rafiki wa kila mnyama. Aliwasaidia wengine kutatua matatizo yao, kuwapa ushauri na hata kuchekesha watoto wa wanyama kila jioni kwa hadithi zake. Mbwa mwitu kwa upande mwingine, aliishi peke yake kwenye pango kubwa lenye giza, na kila mtu alimkwepa kwa kuwa alijulikana kwa kufoka ovyo, kugombea chakula na kuharibu furaha ya wengine. Siku moja, baraza la wanyama liliitishwa na mzee Faru, kiongozi wa muda mrefu wa msitu. Msitu wetu unakabiliwa na ukame, mto mkubwa wa maisha umekauka tunahitaji mtu wa kwenda hadi milima ya kale ambako chemchemi ya maji iko na kuuliza kwa nini maji yamekatika, Faru alisema kwa sauti nzito. Wanyama wote wakatazamana. Safari hiyo ilikuwa hatari, ilijaa vichaka vya miiba, mamba kwenye vijito vya njia, na simba wa jangwani. Lakini kabla hata ya woga kuenea sana, sungura akasimama. Nitakwenda, alisema kwa sauti ya ujasiri, si kwa sababu nina nguvu, bali kwa sababu nina moyo wa msitu huu wanyama wakashangilia, lakini ghafla sauti nzito ya mguno ikakatiza shangwe. Nami nitakwenda alisema mbwa mwitu, lakini si kwa ajili yenu, bali kwa sababu nataka kujua nani anaweza kuivuruga amri ya msitu huu bila ruhusa yangu. Hivyo basi, kwa mshangao wa wengi, sungura na mbwa mwitu walianza safari pamoja. Sehemu ya pili: njiani kuelekea chemchemi. Safari yao haikuwa rahisi. Siku ya kwanza walikumbana na vichaka vya miiba Sungura alijua njia ya kupenya chini ya miiba bila kuchomwa, lakini mbwa mwitu alijaribu kuipasua kwa nguvu, akaishia kuchubuka vibaya. Ungeuliza tu, sungura alisema kwa tabasamu, lakini mbwa mwitu akanguruma na kusema, sihitaji msaada wa mnyama mdogo kama wewe. Siku ya pili walikumta mdogo uliojaa mamba. Mbwa mwitu alitaka kuruka juu ya maji, lakini alianguka karibu na mamba. Sungura kwa akili aliwatumia ndege kurusha miamba midogo kuwachanganya mamba na kisha akatengeneza daraja la majani wote wakavuka salama. busara yako ni ajabu, mbwa mwitu alikiri, lakini akaongeza, lakini nguvu zangu bado ni muhimu. Kadri siku zilivyopita, mbwa mwitu alianza kuona kuwa nguvu pekee hazitoshi. Aliona jinsi sungura alivyotumia heshima, ucheshi na hekima kupata msaada wa wanyama waliokutana nao njiani, kama vile kinyonga aliyewapa ramani, tai aliyewaonyesha njia kutoka angani na nyoka aliyewapa dawa walipopata homa ya porini. Sehemu ya Tatu: siri ya chemchemie. Walipofika kwenye mlima wa kale, walikuta mlango mkubwa wa jiwe. Mlango huo ulikuwa umefungwa kwa fumbo: aliye na moyo wa wanyama wote, si mwenye nguvu bali anayesikiza, ndiye ataelewa lugha ya maji. Mbwa mwitu alijaribu kusukuma mlango, hakufanikiwa. Alivunja matawi, akafoka, akagonga, hakuna kilichotokea. Sungura akasogea, akaweka sikio lake karibu na jiwe, na kwa upole akauliza, enyi maji ya kale, kwa nini mmetuacha? Kwa mshangao jiwe likaanza kuangaza na mlango ukafunguka polepole pole. Kulikuwa na dimbwi dogo lenye maji ya buluu ya king'aa. Ndipo sauti ya maji ikasikika ikisema, tuliingia ndani kwa sababu msitu ulisahau maana ya umoja. Tulitaka kujaribu mioyo yenu. Leo mmefika wawili, mmoja mwenye nguvu, mwingine mwenye hekima, lakini ni pale tu walipojifunza kutakwa kila mmoja, ndipo msitu unaweza kupona. Mbwa mwitu alitazama sungura kwa aibu. Nimejifunza jambo kwamba si kila vita hushindwa kwa nguvu. Wakati mwingine ni sauti ya busara inayoshinda. Sungura alitabasamu na nimejifunza kuwa hata yule mwenye hasira anaweza kubadilika ikiwa atasikilizwa kwa uvumilivu. Maji yakarudi, mlima ukatoa chemchemi na mto mkubwa ukaanza kupita tena msituni. Sehemu ya mwisho: kurudi na umoja. Waliporudi msituni wakiwa pamoja, bega kwa bega, wanyama waliwashangilia. Mbwa mwitu hakuwa tena wapango giza, bali alihamia karibu na wanyama wengine. Alianza kufundisha watoto wa msitu kuhusu ujasiri, huku sungura akiendelea kuwapa hekima na hadithi. Kwa pamoja, waliunda baraza jipya la msitu, ambapo kila mnyama alisikilizwa. Na tangu siku hiyo, msitu wa mlimani uliishi kwa amani mpya, kwa sababu hekima na nguvu zilijifunza kushirikiana.